E, moja kwa moja naenda kwa wajumbe wawili hapa naona wana, wana discuss kitu. Ndugu wajumbe habari zenu? Nzuri sana. Eh, ningependa kujua kwa, kwa majina kwanza hapo. Unaitwa nani, Manjano? Naitwa Peter Samson. Eh, wewe ni mkazi ama ni mjasiriamali wa wapi labda? Wasirali. Unajishughulisha na nini bwana? Eh, mimi kama mwandishi wa habari nimekuja hapa nimekutana na maswali mengi sana. Kumekuwa na mtafaranyiko usiotambulikana hapa. Watu wana na kuhusu umoja ama kikundi kam napitisha nini ka tukutambue kama mwanakikundi mwana mwana. Asante, asante, asante. Eh, moja kwa moja naenda kwa mjumbe wa pili anajulikana Elia, Bwana Sanology. Tuoneshe pikipiki iko haujaja abdkaajay inaonekana kabisa wewe ni mpambanaji ni fighter. <laughs> Labda nikuulize su swali moja hapo Mr. Mr. mjumbe. Wewe mm. kama wewe hapo una vikundi vingapi? <laughs> na vikundi viwili vikundi mm. viwili. Kwa kati ya umoja na vikundi unasapoti nini? bora <laughs> kikundi. Kwa kikundi, mm. kikundi, kikundi ni bora kuzidi umoja kabisa. Asante, asante, asante. Mmoja yeah. kwa e, moja naenda <inaudible> kwa mjumbe <inaudible> anajulikana kama <inaudible> Baron. Bwana unaitwa e, no, nani <inaudible> Unaitwa na nani? Baron studio unapatikana wapi? nimekuja hapa, nimekutana nimekuta, kuna maswali mengi zaidi, maswali yamekuwa ni mengi sana, na mgawanyiko wa watu umekuwa ni mkubwa sana. Wewe tungependa kutambua upo pande gani, kwenye mbaka kikundi, nidhamu, ama umoja? Sawa, upo kwenye kikundi ama umoja mbaka. Upo kwenye kikundi ama umoja? Kwenye kikundi. Kwa nini kikundi na isiwe umoja? Sasa umoja, unajua umoja, ndio ndio. Asante, asante, asante. Moja kwa moja kamera namulika Mr Eli moja kwa moja naenda kwa Mr. Niki aweze kutoa dondoo chache kuhusiana na haya yanayoendelea hapa. Changia chochote kitu, tunakusikiliza, tunakusikiliza, tunaomba ujeleze sawa sawa, tunakusikiliza. Eh bwana, unaitwa nani? Unapatikana, unapatikana wapi? Kana mzani eh, yeah. Bwana hey, huko hey, hapa. Lakini kumekuwa na maswali na sintofahamu nyingi sana kuhusiana na hichi kinachoendelea hapa, kwamba wewe ah. unapitisha kikundi au unapitisha mmoja, unapitisha nini? Mimi ni mwana mmoja ambaye nimeridhia mm. na kusema kwamba kikundi ni muhimu mm. na tunapasa tuwe na kikundi kwa sababu yeah. maisha yetu tunayatengeneza sisi mm. kwa kuendeshana yeah. kwa hiyo unapitisha kikundi au unapitisha mmoja ah mimi nataka kupitisha hapa yeah. ni kwamba yeah. tuwe na kikundi mm -hmm. tuwe na kikundi mm -hmm. na ili weze kuheshimika mtaani, kwa sababu vijana wengi sasa hivi tunazurura <tunasimilisana> tulikuwa tuna ajira, ila kwa sababu ya huu mmoja unatusaidia <tunasimilisana> sisi kupata ajira za kudumu. Bwana kamera inaenda moja kwa moja kwa bwana mmoja hapa, mjumbe. Ningependa kusikiliza chochote kitu anachangia, ila anajaribu kutukwepa mjumbe

kama mrusha movie <laughs> E, bwana mjumbe, tungependa kulijua jina lako, unaitwa nani? Unapatikana wapi? Eh, sirali mlango wa soko e, na naisi, uko hapa ili kupata majibu kwamba kati ya umoja na kikundi ni kipi kiendelee. Wewe kwa upande wako unapitisha nini, kati ya kikundi au umoja, unapitisha nini? Kikundi kiendelee. Kwanini kikundi kiendelee na isiwe umoja? Sababu tutapata fursa kwa ajili kwa ajili watu wengi tofauti na sisi. uh -huh. kwa kuinua kiuchumi zaidi. uh -huh. Asante, asante, Mr. mjumbe asante aane hey. Moja kwa moja kamera inamulika bwana, labda kikundi cha umoja wa movie eh. Sasa hapa kum, kumekuwa na sintofahamu nyingi sana, watu wanabishana sana. Kati ya umoja au kikundi, unapenda nini kiendelee kati hivyo viwili? Kikundi kiendelee, ni sio umoja. Kwa umeamua upande wa kikundi. Asante e, yes. sana Mr. mjumbe, yes. Nikiwa kama mwenyekiti ndio, ndio, nimefurahi sana vijana wangu kuniunga mkono, ndio. Eh, tumeunda kikundi. uh -huh. Ila mambo mengine yatakuwa sawa. uh -huh. Shukrani sana mwazini. Ah, barikiwe mwandishi wa habari.